Ehe, nipange sasa, nipange. Ehe, e Hei, Hei, tai, ta, Hei, brada mkubwa akoli e kwa heshima. Sisi ndio wadudu wenyewe wachuga wenyewe. Tunakukubali kinyama brada yetu, brada yetu wenyewe Ali Hapi mzazi. Tumesikia unakuja tu wewe, tumekuja kutega hapa tunakunasia tu wewe baba yetu kwa heshima. Tunaomba wenyewe kwa heshima. Nasi tupe kwenye msafara wako tukaone tu wenyewe hizi doria zako unazopiga wenyewe. Mama ametenda maajabu, ametenda miujiza. Na kingine, sisi kama wadudu tunakuomba baba umfikishie mama ujumbe wetu hapa. Tunaomba maana tumefunga yeah. Sisi kama wadudu tumefunga yeah. siku arobaini kwa yeah. sababu yeah. tupunguziwe miaka miwili miwili waongezewe yeah. mama yetu Samia Suluhu yeah. alafu kitu kingine ni kwamba mama yetu, tunaomba hata kwenye uchaguzi apumzike tu nyumbani, apumzike nyumbani. Sisi kama wadudu atupe tundinga, tufanye yetu, tuzunguke doria, ni kumaca wa kijiji ama yetu Samia Suluhu Hassan sisi kama wadudu, hatutaki uteseke. Arusha ni akoko yetu tumepitisha bila kupingwa kama okosikama tumesema hivi kwa heshima yenyewe, tumekuja kumsubiri brada yetu hapa, hali yenyewe kwa heshima, Hapi mzazi, kuangalia miradi yako. Alafu tunasemaje? Mama lala, pumzika. Arusha umechukua bila kupingwa, tupetu usafirikuosha E, kwanza niwashukuru sana wadudu. Naona niko kwenye ulinzi wa kutosha kabisa. Nawashukuru na sana yowala. Na unajua, ukifika Arusha wadudu ni Arusha na Arusha ni wadudu, e, vijana wa po Makonda e, na sisi tunawapenda na tunawakubali sana yowala. Nami kama mzazi kwa kweli nawapa gwara, tuko pamoja na nimesikia salamu zenu kwa mama e, kabisa. Nataka niwahakikishie wadudu kwamba salamu kwa mama nimezipokea na nitazipeleka, lakini nimepokea pia maombi kwamba wadudu wanataka waungane na mimi kwenye ziara yangu Mwanaji. Kwa hiyo kama mzazi, ombi hilo la wadudu nimelipokea na ninaomba wasaidizi wangu wafanye utaratibu, twende na wadudu kwenda kukagua mradi wa mama.